Samia ekula daktari Samia Suluhu Hassan, hawa ndio wananchi wako. Itilima inawapiga kura wengi sana kwanza katika wilaya hii na kushukuru kula zako Mungu tarehe ishirini na tisa sana abariki toa mikono nisimame niwasalimie salamu zangu kwenu. Mkituchagua, kipindi cha miaka mitano ijayo, kazi ile ile tunafanya kazi kipindi cha kwanza, tunakwenda kufanya kazi ile ile ya maendeleo. Umeme siokosa, maji nyumbani, itoto maji, kama hakuna ni shida kwa hiyo ajenda yangu ya kwanza ni kumtua mama ndo kichwani ikatumia yeah! pesa yoyote ile, tuhakikishe kila mtanzania kwa necessary... sababu afya, bila afya hakuna kulima, bila afya hakuna chochote, huwezi kufanya cha zenu na afya inapatikana kutokana na maji. Kwa hiyo afya na maji. Cha pili ni elimu, na ndio maana tunajenga mashule mengi. Lakini cha tatu elimu yenyewe iwape ujuzi vijana, na ndio maana tunajenga vyuo ni umeme kwa sababu fanya kazi zetu kwa urahisi. Umeme ni lakini, unaleta viwanda ambavyo vitaleta ajira. Amesema vyengine vitakuja, umeme ukiwepo, sio shida. Endeni kachagueni Chama cha Mapinduzi tarehe ishirini na tisa kamchagueni rais wa Chama cha Mapinduzi, wabunge bunge wenu cha Mapinduzi, madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Mungu meniona sijiwani, tunaomba kura zenu. Haya, asanteni sana, asante. Mungu awabariki, asanteni sana, wabeja sana.